Wakizungumza katika mkutano uliowakutanisha wao pamoja na Jeshi la Polisi kujadili maswala mbalimbali mbali ya amani, baadhi ya maafisa usafirishaji wamesema. Kwenye hili swala la kwamba bodaboda wanatumika, mimi naamini sio kweli. Kwa mfano, kwa jinsi ambavyo bodaboda walivyo watifu na moja, imekuwa ni kama ajira sasa. Kama sisi ndio tutatumika ku, kuwa, kuwa chanzo cha uhalifu, ina maana tayari tutakuwa ni kama hatuogopi maisha ya, ya mtaani. Jeshi la, la, la polisi litupe imani, sisi ni watu ambao ni, ni, ni, ni watu ambao ni wa, wapole ambao hatuwezi tukaingia mpaka kitendo cha kwamba tuanze ku, ku, kuhatarisha amani. Kuna baadhi ya watu ambao wanataka kutumia kundi hili kujihusisha na uhalifu wa aina yoyote, kwa hiyo sisi tunawadhibitishia hatuwezi tukashiriki jambo ambalo kwanza hatujui chanzo chake ni nini. Kuna faida ya kulinda amani, hii amani tuliyonayo. Ndio maana mnaona leo hapa kila mmoja anazungumza, kila mmoja anafanya kile ambacho ni sahihi. Hii ni faida ya kuwa na amani. Madhara ya kutokuwa na amani tumeyapitia tarehe ishirini na tisa na tarehe thelathini, nyote mmeona. Kwa upande wake kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza naibu kamishina wa polisi Wilibud Mtafungwa amewasisitiza maafisa wa usafirishaji hao kuendelea kulinda amani kwa kutojihusisha na aina yoyote ya vitendo vya uvunjifu wa amani, sambamba na kufuata sheria za usalama barabarani ili kuhakikisha usalama wao na watumiaji wengine wa barabara unaimarika. Sote tuna wajibu wa kulinda amani katika maeneo yetu, hususan vijana natakiwa mlinde amani ya ama maeneo yenu, kwa sababu ninyi mna muda mrefu wa kuishi kwenye hii dunia. Mtaishije wakati mmechoma mmeichoma mmechoma Kishiri yenu kuacha kupuuza yale yote ambayo yako katika utaratibu wa kisheria ukasababisha na mwisho wa siku yakaleta ajali. Madhara ya ajali kila mmoja anayafahamu, nafikiri kila mmoja anafahamu madhara ya ajali, kama ujapa, ujapoteza maisha basi tayari umepata mivunjiko inawezekana ukawa na ulemavu wa kudumu. Polisi mkoani Mwanza linaendelea na utoaji wa elimu ya ulinzi na usalama katika makundi mbalimbali ya kijamii ili kuhakikisha mkoa unaendelea kuwa salama kwa kuhakikisha kila mkazi wa Mwanza anaelewa thamani ya usalama wake na raia wenzake.